Tuko pamoja vilevile. Mimi leo Nakuru naenda kufungua barabara zenu nyinyi, mumesikia hii barabara inatusumbua ya kwenda Nairobi, msongamano wa magari. Watu wanalala kule Naivasha, wanalala Gilgil wakijaribu kutafuta barabara ya kwenda Nairobi, ama wengine wanaenda Malaba. si ni kweli? Sasa tumekubaliana hii barabara yenu tunapanua, tunaweka badala ya leni mbili tunaweka leni sita kutoka Nairobi mpaka hapa Nakuru, nyie munanielewa? Na mimi nakuja kuanzisha hiyo mjengo mwezi ujao, mwezi wa kumi na moja, next month. Mimi nitakuja hapa kwa sababu hakuna vile Nakuru itabadilika itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo ama namna gani, jameni? Nakuru hoye, Nakuru hoye, munasema tuendelee na kazi ama munataka fitina ianze? na mimi nawapenda sana watu wa Nakuru. Nyinyi ni Wakenya kamili, nyinyi ni watu mmeungana, mmekataa ukabila, mmekataa tugawanywe, mmekataa kisirani na chuki. Sisi wote ni ndugu moja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Jameni, si tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Wangapo wanasema tushirikiane pamoja, tufanye kazi pamoja. Nakuru, hoye basi, kwa sababu mimi naenda kufanya kazi hiyo ya affordable housing, alafu nitaenda kutengeneza barabara ya kule Naivasha, alafu nitaenda kupatiana title deeds huko eh, Gilgil, kwa sababu tunataka kuendesha Nakuru kwa kasi, ndio nafasi ya kubadilisha Nakuru ipatikane. Hapa niko na viongozi wengi, niko na mama wengi.